Zaburi sura ya pili. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye akitie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Ndipo atakaposema nao kwa asira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni mlima wangu mtakatifu. Nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma, na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili Enyi waamuzi wa dunia mwadibiwe. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni aliyobora asije akafanya hasira, nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Amina.